Taarifa ya kifo cha mbunge Jenista Joakim Mhagama zimekufikia sasa. Katika video hii tunakwenda kuiangaza historia ya maisha yake, kuzaliwa kwake, elimu, sababu ya kifo chake, na vyeo mbalimbali ambavyo alihudumu katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. cha kufanya ni kubonyeza alama ya subscribe ili uwe mtu kwanza kupata video mbalimbali mbali kutoka hapa Bongo Super Media, na bila kupoteza muda wacha tuiangaza historia yake kama ifuatavyo. Jenista Joakimu Mhagama alizaliwa mnamo Juni 23 ya mwaka wa elfu moja mia tisa sitini na saba. Amefariki dunia akiwa na umri wa miaka hamsini na nane, kwa maana amefariki dunia tarehe kumi na moja disemba ya mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano akiwa ni mbunge. Taarifa zinaeleza kwamba Mhagama alimaliza elimu yake katika shule ya sekondari ya wasichana Pare Mihoko mwaka wa elfu moja mia tisa themanini na sita ndipo alipomaliza elimu yake ya sekondari, na mwaka wa elfu moja mia tisa themanini na tisa alipata diploma ya elimu kutoka chuo cha ualimu Korogwe, Tanga huko ambapo alifanya vizuri kabisa katika diploma yake na baada ya kumaliza hapo Alifanya kazi kama mwalimu kwa miaka sita kati ya mwaka wa 1991 hadi mwaka wa 1997 mwaka. Kwa maana yake, mpaka hapo utafahamu ya kwamba mheshimiwa marehemu Mhagama alikuwa ni mwalimu kwa taaluma kabisa. Kwa maana yake alisomea ualimu, na mara baada ya kufanya kazi kwa miaka sita akiwa ni mwalimu sasa, akaamua kujikita zaidi katika upande wa siasa ambapo watu wengi wamekuja kumfamia huko. Magama alianza kujihusisha na siasa E, ilikuwa ni mwaka wa elfu moja mia tisa themanini na saba na kuhudumu katika nyadhifa mbalimbali zikiwemo za vijana na wanawake wa chama hicho cha CCM, kwa maana yake Chama cha Mapinduzi. Aliteuliwa kwa mara ya kwanza katika bunge kutoka kwa kiti maalum kilichotengwa kwa ajili ya wanawake mwaka wa elfu mbili ndipo aliteuliwa kuwa mbunge E, wa viti maalum mwaka elfu mbili akaanza kuingia bungeni miaka elfu mbili nilipofika. Mnamo mwaka wa elfu mbili na tano alimshinda aliyekuwa waziri wa fedha Simon Mbirinyi katika mchujo wa haki ya kuwakilisha CCM katika eneo hilo, bunge la Peramiho, ambapo yeye ndio aliweza kumgalagaza hivyo akachaguliwa na wananchi kuwa mbunge wa jimbo hilo. Uchambuzi uligundua kuwa Mhagama alikuwa ni mbunge wa pili kwa wingi katika bunge la 2005 mpaka 2010, katika michango ya mijadala na maswali kwa mawaziri. Kwa maana yake, mheshimiwa Mhagama alikuwa akiwapiga maswali mazito kweli kweli mawaziri kipindi kile, ilikuwa sio waziri kwa hivyo walikuwa wakiwacha raza maswali mazito tangu 2005 mpaka elfu mbili na kumi. Mawaziri walikuwa wakimfahamu. E, kazi kubwa ambayo alikuwa anaifanya mbunge huyu kipindi iko bado hajaingia ndani kabisa katika serikali. Baada ya hapo kutokana na challenges mbalimbali mbali za mawaziri ambazo walikuwa wakiwapa moja kwa moja, alipata teuzi Mhagama akapata teuzi ya kuwa naibu waziri wa elimu na mafunzo ya ufundi katika utawala wa Rais Jakaya Mrisho Kikwete. Ilikuwa ni Januari elfu mbili na kumi na nne hadi Januari elfu mbili na kumi na tano ndio alikuwa na wadhifa huo, na baadaye kisha katika mabadiliko ya baraza la mawaziri alipandishwa cheo na kutajwa kuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu sera uratibu na bunge. Kwa maana yake cheo kikapanda zaidi, ikiwa utaito yako inaanza waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu au ofisi ya rais e, ujue cheo chako ni cha juu. Na baadaye katika uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na tano Mhagama alishinda kiti chake tena cha Peramiho dhidi ya mgombea wa Chadema e, Rasmo Mwingira, kwa tofauti ya kura elfu 72 huku wachadema akigaragazwa akiwa mwenye kura elfu 11 tu. Katika baraza jipya pia la mawaziri chini ya hayati Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Mhagama aliteuliwa kuwa waziri katika ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira, vijana, watu wenye ulemavu wa kimwili. Hivyo akampata teuzi hiyo, teuzi kubwa kweli kweli. Akaenda nayo teuzi hiyo hadi mnamo Januari 2022 ambapo alihamishwa hadi akawa ni ofisi ya rais utawala bora na huduma za umma. Mhagama alipandishwa cheo hicho na baadaye, Mhagama aliapishwa kama waziri wa afya wa Tanzania tarehe 15 Agosti ya mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Ikumbukwe tu kwamba waziri wa afya kwa kipindi hiko eh, alikuwa Ummy Mwalimu baada ya Rais Samia kumtumbua ama kumwondoa Ummy Mwalimu katika nyazifa hiyo ndipo Mhagama akaingia katika nyazifa hiyo eh, ya kuwa waziri wa afya ambapo katika picha eh, unazozitazama hapo unamuona kabisa Umi Mwalimu akiwa na Mhagama, wanapeana miongozo ya kazi, Umi akimkabidhi miongozo ya kazi Mhagama. Mhagama akawa ni mmoja ya mtu ambaye anapendwa sana na rais wa Jamhuri eh, ya Muungano wa Tanzania mtazamaji wa Bongo Super Media. Mhagama amefariki ghafla, ni nini ni hasa ambacho kimemsibu? Tunakwenda kusomea taarifa ambayo imemsibu Mhagama. Taarifa hii imetoka mnamo tarehe kumi na moja e, mwezi Disemba ya mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Kwa maana yake ndio amefariki rasmi siku ya tarehe kumi na moja siku ya hii leo e, spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Musa Azan Zungu ametangaza kifo cha mbunge wa Peramiho Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama kilichotokea tarehe kumi na moja Disemba ya mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano akiwa jijini Dodoma. Mheshimiwa huyu Zungu katika taarifa hiyo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 imesema inaendelea kuandaa mipango ya mazishi na taarifa zaidi zitatolewa mara zitakapokamilika. Mheshimiwa Jenista Mhagama aliyewahi kushika nyadhifa mbalimbali serikalini amekumbukwa kama kiongozi mahiri mchapakazi na mwenye kujitolea kwa ajili ya maendeleo ya wananchi. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi, amina. Mwisho wa nukuu hiyo, ambapo Mheshimiwa Zungu akawa ametangaza hapo ndipo msiba mzito ukaanzia hapo kwa Tanzania, kumpoteza kiongozi ambaye amehudumu tangu kipindi cha elfu mbili. Kwa maana yake kipindi, eh, yupo kipindi yuko Mheshimiwa Mkapa alihudumu kwenye serikali yake, kipindi cha JK Jakaya Mrisho Kikwete alihudumu, kipindi cha Magufuli na sasa kipindi cha Dr. Samia Suluhu Hassan pia alikuwa anahudumu, lakini Mwenyezi Mungu amempenda zaidi. Mtazamaji wa Bongo Media, hii ni taarifa ambayo imewauma wa Tanzania wengi kwelikweli. Mbunge mpya kabisa na waziri mpya kabisa katika uchaguzi huu ambao umefanyika Oktoba 29. Hivi sasa hayuko tena duniani. Mtazamaji, hakika ni taarifa ambayo imeumiza watu wengi, watu wengi imeguswa na taarifa hii ambayo inamhusu huyu mbunge. Mtazamaji, tuma salamu zako za pole kuelekea katika familia ya Mheshimiwa Mhagama, andika hapo salamu zako za pole. Na kama ambavyo nafahamu kwamba Mheshimiwa Mhagama amefariki akiwa na umri wa miaka hamsini na nane, maana yake hawezi kukosa watoto pamoja na mume. Kipi unaweza ukatuma katika familia yao? Andika hapo katika sehemu ya comment.